za leo msikilizaji, hii ni kiporo, lakini sikiliza tu, burudike sawa. Eh, hii ni sehemu ya saba na ya mwisho simulizi yetu nzuri sana. sijakuzoea kuzoea hivi, msikilizaji, pale tulipoishia miezi kadhaa iliyopita, Lamda aligeuza maisha ya Sadiki kwa kumsapoti kiasi cha pesa. Sadiki aliutendea haki msaada aliyopewa, alijiendeleza kielimu. Sasa ana kazi bora zaidi, mafanikio makubwa ya maisha ni mwalimu St. Mary's School Bagal. Hii ni private school. Na anayo pub kwa ajili ya kuongeza kipato. Naam, Sadiki anasema siku ya Jumamosi, msikilizaji, huwa narudi nyumbani kwangu saa saba mchana. Nakula, na kula napumzika kidogo mpaka saa kumi na mbili jioni, kisha naenda kuangalia maendeleo ya pub. Kuna siku kwa pamoja na mpenzi wangu Zamda tunakesha pabu mpaka asubuhi, tunasaidia usafi, kisha tunaenda kanisani. Sikuwa nafurahia sana, siku sana uwepo wa mpenzi wangu pale pabu hasa usiku. Ingawa siku miaka ilipita, sikuwahi kukutana na mtu ambaye alionyesha ishara kufahamu Zamda kama mwanamke kahaba. Nilikuwa naona wanaume wenzangu wanavyohangaikahangaika kumpata, lakini yeye hakuwahi kuwapa nafasi. Basi Jumamosi moja nilifika nyumbani kwangu Kimara Suka, kwenye apartment yangu mapema sana. ile naika funguo, nikagundua mango wangu uko wazi. Ile natia mguu ndani, mara shango zikatoka ndani, Happy birthday to you, happy birthday to you. Kuangalia kuna mpaka baadhi ya walimu wenzangu, wafanyakazi wa pabu usi wake Zamda, jirani zangu, yaani kijumba kilijaa keki. Ilikuwa pale mezani bonge la keki na sura yangu, nilibaki na bombwazi mpaka besti yangu Mike alikuja kunivuta pale mlangoni. Basi nilikatishwa keki pale, vinywaji vilimiminwa chiazi kama zote, kisha nikafungwa kitambaa usoni, nikatolewa nje kabisa nikasikia sauti ya mpenzi wangu Zamda inasema surprise. Nikatolewa kitambaa, mbele yangu msikilizaji, kulikuwa na Nissan Patrol double cabin nyeusi. Nimwambia Zamda, this is too much my love. Nilimbeba juu juu, nimpiga mabusu kama yote, asante baby basi shughuli iliendelea. Masaa matatu baadaye, watoto walisambaa, kabaki mimi na kipenzi changu. Sasa mpenzi, umenunulia gari wakati wewe huna, inakuwaje? Ah, baby, mimi si kazini, wamenipa gari, haina shida, kuwa na amani. Wewe unafanya kazi huko Mbagala mbali, sitaki upate sababu za kutokuniona mara kwa mara, unajua nakupenda. Asante sana bebi, hapo ni mahaba tu, labda nimpe kila siku. Jamani kwangu, msikilizaji, niliendelea kutendea haki msaada, nifanikiwa kupata degree yangu ya kwanza. Siku moja nilikuwa chumbani kwangu naangalia angalia veti, niliwaza eh, Mungu wangu, asante kunikutanisha na kiumbe ulichokijalia akili na maarifa hivi. Yule mwanaume wako wa kwanza hakuona chochote kwa binti huyu kweli? Nilijiuliza labda Mungu alimpitisha huku kumwepusha na jambo. Maana mimi nampenda kufa, simwache, labda aniache yeye. Mimi natafuta ajira nyingine, ngoja nijaribu serikalini. ya nilitaka kukushauri hivyo pia. Tulishauriana na mpenzi wangu, natafuta ajira serikalini, mimi nazaa muda, kila kitu tulishirikishana, nisipomwambia anaona kama anamsaliti. Yeye ndo kabisa, michapo yote ya kazini kwake alikuwa ananisimulia. Ukimwona anaanza kutabasamu ujue ana umbea ni nisipomuuliza hasemi. Basi na mimi nilishamjulia, nikimwona anatabasamu namuuliza naye kwa upole ananisimulia, ingawa yale ya muhimu sana alikuwa anaanza kuniambia, Sadiki nikwambie kitu. Nimemzoea hivyo, msikilizaji. Mimi Mungu alinijalia uwezo mkubwa wa kufundisha wa, walimu, wa kufundisha somo la hisabati. Nilipokuwa nasoma certificate ya walimu ndo niligundua uwezo wangu wa kufundisha somo la hisabati, basi sikuchelewa, nilipata ajira ya chuo cha uhasibu cha CBE. Naam, ilikuwa siku tulivu sana. Zamda alikuja kwangu kama kawaida yetu, baada ya kutoana hamu zetu tuliambizana yaani Jumatatu naenda India, kuna wagonjwa wanapelekwa, nimetolewa kuwasindikiza na madaktari wengine kama exposure. O oh, ongera kipenzi changu da, nitakumisi sana bebi, usifike baby. Huku akinishika ndevu zangu alisema ah, bebi, kunimina kote huku mpaka damu bado tu siwezi, na usinunue, maana mtaano wanazidi kuongezeka huu ni utani wetu, tulikuwa tunataniana ambao ulikuwa unaunogeshea penzi letu. Msikilizaji, Zamda aliponiaga na safari hii wiki, na mimi niliamua kulipa kisasi, sio kwa ubaya. Ni mimi nilifanya jambo kwa mpenzi wangu. alinijulisha siku ya kurudi. Sadiki, narudi keshokutwa. Haya, mpenzi wangu, nakutakia safari njema. Hmm. ila keshokutwa sehi Ijumaa itakuwa na kikao na wanafunzi wa Bweni Boys, sitakuja kukupokea, sawa kipenzi, usijali. Juma alifika Zabda akiwa hana hili wala lio, alikuwa anavuta hatua taratibu, huku akisukuma mabegi yake kuingia ndani kwake. Alisimama mlangoni akiwa anatoa fungo yake, mara mlango ulifunguliwa. Shangwe zilitoka kwenye sebule yake. Kabla hajaondoka nilimshawishi kuwaita wazazi wake na mdogo wake, ili nyumba isikae peke yake, ila kumjulisha kama wamefika. Kwa pamoja tuliandaa hafla hii ya kuzaliwa kwake bila yeye kujua. Happy birthday to you, happy birthday to you, ore, please make up your wish baby. Tulikaa kimya, alifumba macho, kimya kikapita Alipomaliza alikatishwa keki na rafiki yangu Michael, aliwalisha wazazi wake. Aliponigeukia mimi, nilikuwa nimepiga goti na pete yangu mkononi. Nilisema maneno machache tu, Zamda, Mungu kaniletea wewe kwenye maisha yangu, naona wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu, naomba uwe mke wangu. Alifurahi sana, alinyoosha mkono wake laini, nilimvisha pete. Mamamko alipiga kigelegele. Michael alimfunga kitambaa Zamda usoni, mimi nilimpa mchumba wangu surprise ya gari aina ya renji nyeusi. Pokea zawadi hii mchumba wangu, wewe ni mpambanaji, unifundisha na mimi kupambana. Zamda alilia kama kawaida yake, anaga maneno mengi. Alisema, asante sadiki wangu, hizi ni neema tu kutoka kwa Mungu, tunamshukuru na kumwomba zaidi. Asante, siamini leo umenivisha pete sauti ya kunong'oneza alisema, sasa huuzia milioni mia moja, nami nikasema naongeza dau mia mbili milioni. Tulicheka sana, watu walibaki wanatushangaa. Basi shughuli iliisha, mimi nilipata muda wa kufahamiana zaidi na wazazi wake. Baba mko aliniambia, mwanangu, Mungu akubariki sana, ni jambo kubwa sana umelifanya kwa mwenzako. Yaani sio magari na vitu, ni kumpenda baba. Kwa taarifa yako, Zamda Mungu amembariki akili na maarifa. Kila mtu duniani ana jinsi ambavyo anaweza kutoa uchungu au maumivu alionao moyoni. Kuna ambao wanalewa tu, kuna ambao wanaua na hata kujiua. Kwa hiyo, baba, Mungu amemvusha Zamda salama kabisa. Kwangu mimi, Zamda ni tunu, ninampenda na kumuheshimu sana nipe tu nafasi nimuoe. Ah, baba wewe malizana naye tu, sisi tuko radhi kabisa. Mama naye alimshukuru shemeji yangu naye mpaka mchozi ulimtoka, inaelekea familia yake ilikuwa ina maumivu makali kuona Zamda ni kwa kahaba. Niwashukuru nilowalika. Shughuli iliisha. Mimi na Zamda tulienda nyumbani kwangu. Kwanza tulipeana penzi zito la taratibu kila mmoja mwa mwanzake hadi saa sita usiku. Tulikumbuka sio sawa kula pamoja wakati wazazi wapo. ilimrudisha Zamda kwake. Mimi mwanaume akichaga tena nifikia gharama za harusi, nikaona tutachelewa sana tukisubiri kufanya makubwa. Sasa mpenzi wangu, mimi naona tufanye jambo letu mapema, zile pesa benki, pesa benki walizonipa kama kinua mgongo Nataka ninunue nyumba Mbezi. Pesa atakayobaki tufanye harusi yetu haraka. Sawa? Msikilizaji, ni Mungu alijalia tulipata nyumba kubwa ya vyumba vinne yenye fence na kila kitu ndani, vikarabatiwa kidogo tu, lipakwa rangi mpya kila sehemu. Iliwajulisha wazazi wangu walifurahi sana, ingawa mama alikuwa ana mashaka na mwanamke ninayetaka ni kumwoa. Niwatumia gari ya kukodi, ilifika Mafinga usiku asubuhi yake walianza safari, walifika Daa jioni. Mimi na mchumba wangu tuliwapokea, labda aliwaandalia chakula, walioga, kisha tulikaa mezani. Mama alifurahi sana alipomwona mchumba wangu, alinongoneza, umempata wapi msichana mrembo hivi? Hawa si wanaolewa na matajiri. Ah, mama, mbona wewe ni mrembo umeolewa na baba mkulima tu, sio tajiri? mwanangu mie wa kijijini, halafu elimu yangu darasa la saba. Hongera sana mwanangu. Basi msikilizaji, mchakato wa harusi yetu ulianza. Mwezi mmoja baadaye, mimi na Zamda tulikuwa madhabahuni tukila viapo kupendana milele kwa shida na raha, kifo ndio kitatutenganisha. Baada ya kutoka ukumbini, siku ya kwanza ya ndoa yetu, moja kwa moja tulianzia kwenye nyumba yetu mpya. Wageni waalikwa wote walipelekwa kwenye zile nyumba tulizopanga ambapo huduma zote ziliendelea kupelekwa. Waliotaka kuondoka walikuja kutuaga na kuondoka. Wazazi wa pande zote mbili waliondoka salama na kufika majumbani kwao salama kabisa. Rasmi tulihamishia vitu vyetu kwenye nyumba yetu mpya, mimi na mke wangu Zamda tulianza maisha. Mwaka ulipita bila Zamda kupata ujauzito. Mimi sikuwa na waza chochote, lakini mke wangu alianza kuwa mnyonge jakuzoea hivi. Mke wangu nini tatizo? alivyo sasa, alianza kulia. Mimi nimemtuliza kwa kumpa mahaba mazito. haya nini tatizo? Niambie mke wangu. nataka nikuzalia watoto, naona sijapata ujauzito mpaka leo, alisema. Zamu mke wangu, naamini Mungu ndio ametukutanisha, ndiyo Basi machie yee, kila jambo lina sababu, sawa kwanza. Sasa hivi mtoto mzuri mrembo kama wewe ameshaingia umtumbuni mboni mwako huku, nikimpapasa tumbo lake jembamba kama ua hali vile. Wiki tatu baadaye, zamda alianza sadiki, nasikia kichefuchefu. Nikistuka usingizini, zamda alienda mbio chooni. Nilibaki na tabasamu tu. Mungu ametenda, thank you Jesus. Zamda alirudi akakunja uso. Sijakuzoea hivyo, nini kinakusumbua mke wangu? huku ni kitabasamu nilimuuliza. Nikwambie kitu Zamda, sasa dau ni bilioni 100. Zamda tayari alikuwa mzito. Tulicheka kwa, kwa furaha. Tuliamua kupiga goti na kumshukuru Mungu kwa yote. Msikilizaji wangu, guess what? Mwaka huu 2025 Sadiki na Zamda ametimiza miaka kumi na tano ya ndoa. Sadiki anasema sijui mimi, lakini mke wangu anichiti. Msikilizaji, sasa tuna watoto wanne za umoja mapacha, wa mapacha wakiume watupu, wana Sadiki mtupu, watoto wa hao na wasichana wawili, kopi na kupesti ya zamani. Dau sasa limepanda la wa mke wangu, thamani yake ni magold, magold, magold yaliyojaa Tanzania nzima. Huu ni utani tu, msikilizaji. Nina wivu na mke wangu balaa, na vile tuna uchumi mzuri. Zamda anazidi kuwa mzuri, anapendeza, anavutia, ananukia, msafi nje. Mpoli, na ndani mpole, hata kugombana na watoto wake hawezi yeye, hucheka tu. Si kwa sababu nampenda sana ndio maana namuona hivyo? Hata sijui msikilizaji, niamini mimi, Mungu utuletea watu wazuri wema kwenye maisha Sio kirahisi rahisi tu, muda mwingine inabidi binadamu upite kwenye mitihani, alafu ufanye maamuzi magumu, ujitoe muhanga, wazungu wanasema sacrifice. Mwanzoni nilimdharau kabisa za muda, kutokana na maisha aliyokuwa akiishi. Alichokifanya yeye, hakujali aliendelea kunifuata. Ilikuwa bado kidogo tu nimpoteze mwanamke wa thamani sana kwangu. Haya, msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa simulizi yetu hii nzuri. Najua hujatoka bure, najifunza jambo. Samahani <gibu> na mambo ni mengi, muda mchache, lakini si vibaya. Hii ni burudani, burudika tu. Kama una nafasi, nakukaribisha na tena hapa Mansabuna Simulizi kusikiliza simulizi nyingine nyingi nzuri za mapenzi, upelelezi, uchawi na maisha. Usisahau kugusa kengele ili uwe wa kwanza kuzipata, ila sijakuzoea hivi, msikilizaji kama mpya hapa, shea na wengine, watathmini wahusika na ndani ya simulizi, hata msimuliaji na mwandishi pia. Karibu, endelea kusikiliza, furahia na adilina pia. Kuna simulizi fupi zishushe, zimto na pia simulizi mpya kabisa kipeke, Laura, na za kipekee Dkt. Laura Deogratias na nyingine nyingi, usiache kusikiliza bae.